Sababu ya kwanza, hawaogopi kukupoteza. Watu wa kimya mara nyingi ni waangalifu na wana uwezo wa kuchunguza tabia za watu wengine kwa undani na kwa urahisi zaidi. Wanaweza kutambua uongo, unafiki au nia mbaya za watu wengine kwa urahisi sana. Hivyo wakishagundua kwamba wewe ni muongo muongo, una unafiki, una nia nzuri kwao, basi wao ni rahisi sana kukata kwenye maisha yao ni rahisi sana kukutoa kwenye maisha yao, yani haichukui hata sekunde. Hivyo kitu hichi kinawafanya wawe na marafiki wachache an, yani, hawa watu kukutoa kwenye maisha yao ni kitu cha sekunde tu, kwa sababu wao binafsi wameshazoea kukaa peke yao, hawapendi sana kujichanganya na watu. Kwa hiyo akitokea mtu mpya na akishambundua ile mtu mpya hayuko vizuri kitabia, ni muungu muongo mnafiki basi kumkata inakuwa ni rahisi, na wala hawajali, kwa sababu kukaa peke yao wamezoea, na wala hawana utegemezi. Sababu ya pili, kwa nini watu wa kimya hawana marafiki wengi? Basi wanaonekana ni wa kutisha. Watu wengi huzana watu wa kimya ni watu ambao sio rahisi kuwafikia, ni watu ambao wana kiburi, lakini pia ni watu ambao wapo sana serious, hususan mtu mkimya akiwa yupo peke yake kwanza huonekana kama yuko serious ana kiburi, halafu anaonekana kama vile ni mchunguzi. Ukiona mtu mkimya amekaa peke yake kwa mbali, unaweza kusema kwamba huyu mtu ni mtu ambaye serious na sio rahisi kuanzisha naye urafiki. Lakini ukweli ni kwamba mtu mkimya akiweko peke yake, kisha ukamsogelea, ukataka kuanzisha naye story, utamuona anatabasamu kila muda na atakujibu vizuri. Sasa watu wengi huzani hawa watu ni wa kutisha, ni watu ambao wako serious, au wanaishu fulani wanaefuatilia, ni kama vile FBI wanachunguza watu. Sio watu, sio tu wakiwa peke yao, lakini hata wakiwa kwenye grupu pia hawazungumzi, wanakuwa wapo kimya, wanaangalia tu watu jinsi wanavyobadilishana mazungumzo, wanaangalia huyu kazungumza na huyu, huyu kamjibu huyu. Sasa wao huwa wanaenjoi, wanawaangalia tu na wala hawachangii kitu chochote, kitu ambacho kinafanya watu wengine waone kama ni watu ambao wapo serious na wana kiburi sana, na pia sio rahisi kuanzisha nao urafiki. Hii pia ni sababu ambayo inafanya kuwa wao wasiwe na marafiki wengi. Sababu ya tatu kwa nini watu wakimya hawana marafiki wengi, basi wanazingatia sana malengo yao. Watu wakimya mara nyingi huwa na malengo makubwa wanayoyazingatia iwe ni kazi, masomo, biashara au hata maendeleo yao binafsi. Kwa sababu hawa watu wana malengo makubwa katika maisha yao, hawaweki nguvu nyingi katika urafiki usio na maana au unaoweza kuwapotezea muda. Badala yake, wanatafuta watu wachache wenye mawazo yanayofanana na yao, Jambo linalofanya wawe na marafiki wachache sana. Kama utachunguza, watu wa kimya mara nyingi wana watu wachache ambao wanaendana kimalengo, na sio watu ambao wanapiga ombea pamoja. Pana. Tumkila, kama na lengo fulani basi na rafiki yake utakuta na lengo fulani, au hata kama hana lengo hilo basi ana mchango fulani katika lengo lake. Kwa hiyo mara nyingi hawa watu wa kimya hukaa na watu ambao wa faida ni watu ambao wanaweza wakawasaidia kutimiza malengo yao, hiyo kwenye masomo, kwenye biashara, kwenye kazi au sehemu yoyote ile. Na sio watu ambao wanaweza wakakaa na kupiga stories za udaku. Hii pia inafanya wawe na marafiki wachache sana. Natumai umeweza kujua kwa nini watu wakimya hawana marafiki wengi. Kama umependa video hii, tafadhali bonyeza alama nyekundu hapo chini iliyoandikwa subscribe, like video hii. Share video hii ipate kuwafikia watu wengi, and bye bye.